Uchaguzi ipo ukisema kama hakuna mabadiliko hapata kuwa na uchaguzi, maana yake nini? Kukawa kuna ufafanuzi mwingi una, unaotolewa kwamba wata wataunganisha makundi mbalimbali mbali kwenye jamii, viongozi wa dini, wananchi wa kawaida, asasi za kiraia waungane pamoja na, na, eh, eh, pamoja na asasi za, za kimataifa, jumuiya ya kimataifa waungane na wao kuzuia uchaguzi usifanyike. Kuzuia kwa namna gani? Ilikuwa ifafanuliwe vizuri e, nadhani nadhani kilichokuja kujitokeza Oktoba ishirini na tisa pengine ndo kilipata picha ya huko kuzuia kukoje, kwa sababu tulikuwa tukijaribu tuki, tuki wanahabari mara nyingi kuwauliza kwamba mtazuia vipi mta, kwa sababu ratiba kama itakuwepo kama kampeni zitafanyika kama vyama vitashiriki siku ya uchaguzi mtauzuia vipi? ndo ilikuwa swali kubwa, na alikuwa anajibiwa kwenye namna tofauti kwamba sio sisi tutakaozuia, bali ni wananchi tu. Sisi tutakachofanya ni kuwaelimisha na kuunganisha nguvu ili wao wenyewe wananchi wakazuie uchaguzi e, pamoja na viongozi wa dini waunge mkono, jumuiya za kimataifa ziunge mkono. Sasa wameenda na hiyo ajenda, na kwa upande wa Chama cha Mapinduzi na serikali wamekuwa na msimamo kwamba uchaguzi ni takwa la kikatiba, kwamba katiba inaeleza uchaguzi utafanyika baada ya muda gani. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kusogeza mbele, kwa sababu ni takwa la katiba na katiba imeeleza kwamba uchaguzi sharti ufanyike kila baada ya miaka mitano. Kwa hoja yao ikawa, ukisema unasogeza mbele uchaguzi ili ufanye mabadiliko, unavunja katiba ko wao wanasisitiza sisi tutaifuata katiba na hawa, ikawa msisitizo wao ni lazima tufanye mabadiliko na. Uh, tulipokuwa tukihoji kwa mfano wanahabari kwamba kuna mabadiliko yamefanyika elfu mbili na ishirini na nne ya sheria za uchaguzi tatu mnataka mabadiliko yapi zaidi, wamekuwa wakieleza kwamba wanataka mabadiliko ambayo yatakuwa makubwa zaidi, yataenda kuigusa mpaka katiba ya, ya nchi kwa sababu mabadiliko yaliyofanyika elfu mbili na ishirini na nne yalikuwa ni mabadiliko ambayo hayaendi kuiathiri katiba ya nchi. Ndio maana yalifanyika tu mabadiliko ya sheria, ikafutwa ile sheria ya zamani ika ya sheria ya ya ya ya uchaguzi, kukawa tuna sheria kutoka hii sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, tukawa tuna sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Ndio maana tume ya zamani ilikuwa inaitwa NEC, hii inaitwa INEC na baadhi ya vitu vilivyokuwa vinalalamikiwa, kwa mfano flexibility ya wapiga kura waliopo wali eneo hili wakisogea eneo hili waweze kuweza kupiga kura, wafungwa wapate access ya kupiga kura, wanaopita bila kupingwa wasiwe wanapita bila kupingwa, wananchi wapewe nafasi ya kupiga kura hata kama mgombea ni mmoja. Zamani ilikuwa mgombea akiwa mmoja eh, maanake huyo anakabidhiwa tu hati yake ya, ya ushindi kwa sheria ile ilivyobadilishwa ikawa lazima watu wapige kura za ndio na hapana, yakabadilishwa baadhi ya mambo. Hata wasimamizi wa uchaguzi, zamani ilikuwa ni wakurugenzi tu ndo wanasimamia uchaguzi kwenye ngazi ya majimbo, lakini sheria mpya ikatamka kwamba e, wakurugenzi ile kifungu kueleza kwamba ni wakurugenzi watakaosimamisha iondolewe, badala yake iwe e, watumishi waandamizi wa umma wanaweza kuwa yeyote kulingana na jinsi ambavyo utaratibu utafanywa. Sasa mabadiliko yale yaliyofanyika, wakaonyesha kwamba wajaridhika nayo na wanataka baadhi ya mabadiliko. Kwa mfano, wanataka e, uchaguzi wa urais huo unaweza kupingwa mahakamani matokeo yake. Sababu, kwa katiba tulionayo yenyewe inaeleza kwamba unaweza kuchallenge mahakamani uchaguzi matokeo ya udiwani na ubunge, lakini kwenye uraisi e, katiba ilikuwa haijaweka e, namna ya kuchallenge na jinsi unavyoweza kuchallenge. Sasa wakawa wanasema wana, wanataka mabadiliko ya kiwango hicho, kwa hata katiba yenyewe ifumuliwe na sio ifumuliwe kwa kuwekwa viraka, kwa sababu kuna constitution kuna, kuna constitution amendment na kuna new constitution wao wanacho demand ni katiba mpya, sio mabadiliko ya katiba. Wana demand katiba ifumuliwe kwa kiwango kikubwa kutoka mwanzoni mpaka mwishoni tuiandike upya. Sasa kuandika upya katiba ni mchakato mrefu ndio hoja iliyokuwa inatolewa na upande wa CCM na chama tawala, kwamba kwa kuwa mchakato huo ni mrefu, hauwezi ukafanyika between February mpaka June, kwa sababu kama mnakumbuka, mchakato wa mwanzo wa katiba mpya ulioendeshwa chini ya Rais Kikwete ulitoka 2011 na ukaenda mpaka 2015 bila kukamilika, mpaka unashindikana 2014 kwenda 2015 ndio ulikuwa kwenye hatua ya bunge maalum, manake ili, ili bunge tulilonalo hili ambalo lina siti za watu mia nne kukaa lilifumuliwa siti zake bungeni, pakawa pana watu mia sita wanaweza kuingia mia sita mpaka mia saba wabunge waliokuwepo wakateuliwa wajumbe wa bunge maalum, wakaenda watu mia mbili na moja mle ndani kuungana na wale wabunge mia tatu tisini ili kutengeneza bunge linaloitwa bunge maalum la katiba na hiyo ilikuwa ni baada ya maoni kukusanywa kutoka ngazi ya kata ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya mikoa na kuja huku mwishoni kwa hiyo ni mchakato mrefu sasa mvutano uliokuwepo ni huo wa no reform, no election na upande mwingine wakisema kwamba reforms zimefanyika 2024, reforms za kikatiba mnazozitaka ni mchakato mrefu tunaweza kufanya lakini baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa kwenye hayo mazingira Chadema aligomea kusaini e, e, kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo hizo kanuni ndio zinatengeneza ndo kama andiko la kukubaliana kila chama kisome, alafu kiridhie kwamba kwa kanuni hizi tunaweza tukaingia kwenye uchaguzi. Chama ambacho hakiridhiki na kanuni hizo, maana yake hakipo tayari kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo walipogomea kusaini kanuni zile, automatic wakawa wamejiondoa wame kwenye kushiriki huo uchaguzi, na walishikilia msimamo wao mpaka mwisho. Ndipo sasa tukaenda kwenye uchaguzi, tukawa na huo mvutano wa Oktoba tunatiki na no reform no election na sasa mpaka kama kama mlifuatilia vizuri trend, viongozi wa Chadema e, walikuwa walikuwa wajanja sana, kwa sababu kadri ambavyo e, uchaguzi ulikuwa ukikaribia, ndipo ile ajenda ya no reform, no election au ajenda kwamba tutaenda kuzuia uchaguzi walikuwa wanaacha kuitamka wao wao kama viongozi yani, ilikuwa ni ngumu kumsikia John Mnyika au John Heche au Amani Gorugwa au Godbless Lema, viongozi wa juu, wakisema kwamba Oktoba 29 tutatoka kwenda kuzuia uchaguzi, walikuwa hawatamki tena. Walitamka sana kuhusu jinsi kwamba kwa wataunganisha wananchi kuzuia uchaguzi kutoka mwezi Februari, March, April, Mei, Juni, Julai. ilipofika uchaguzi wenyewe umeanza, kampeni zimeanza hii Agosti na Septemba, walikuwa wameacha kuzungumzia kuhusu kutoka kuzuia uchaguzi. Kwa nini walikuwa wafanye hivyo? Kwa sababu wanajua kwamba kisheria kwenda kuzuia uchaguzi, kuinterrupt, uzuie uchaguzi unlawful, bila kufata sheria ni kosa. Kwa hiyo walikuwa wanajua, tunaweza kushtakiwa kwa makosa ya jinai kama tutasema tutatoka kuzuia uchaguzi kwa hiyo walitumia miezi, mwezi wa pili wa tatu, wa nne, wa tano wa sita mpaka wa saba kusambaza ule moto ushuke chini kwa wananchi. Afu ulivofika uchaguzi umekaribia, sauti zao zikawa hazizungumzi tena kuhusu wao kwamba watawaongoza wananchi kutoka, ila wakawa wanasema wananchi watazuia wananchi, sio tena sisi tutawaongoza wananchi kwenda kuzuia. Kwa hiyo wali walikuwa wanajiondoa kwenye hilo jambo kadri muda unavyosogea, kwa sababu kisheria kuzuia uchaguzi ambao upo kwenye ratiba ya kawaida ya uchaguzi ni kosa la jinai. Na mtaona hata siku yenyewe ya Oktoba 29 hakuna viongozi wa CHADEMA waliotoka kwenda popote kujionyesha kwamba sisi tumetoka kushirikiana na wananchi kuzuia uchaguzi. Wote walibaki sehemu tofauti tofauti wakiwa ndani, na kwa sababu walikuwa na uhakika ule moto umeshashuka vizuri chini, na kuna huo uratibu wa watu watakaozunguka ili kuzuia huo uchaguzi wao, hawakuonekana popote. Ndio maana ukifuatilia, e, viongozi wengi wa juu hakuna yeyote aliyepatikana au kuonekana popote au kukamatwa popote akiwa anashiriki hilo jambo alikuwa anajua ni jambo ambalo kisheria ukilifanya una, unafanya kosa la jinai. Sasa kilichojiri kile cha kuzuia uchaguzi sana, nadhani kwa sababu mwanzo kilikuwa kinazungumziwa kama nadharia, Oktoba 29 tukaja sasa kukiona kwamba kumbe kuzuia uchaguzi kulikokuwa kunazungumzwa ni watu kuvamia vituo vya kupigia kura, e, kumwaga kura, kuchoma masanduku ama kuwakabili wale wanaotaka kupiga kura na kadhalika. Sasa hayo ndio yaliyojiri, na vyombo vyetu vya dola vikatumia nguvu iliyo tuliyoiona yote ya kujaribu kudhibiti kile kilichokuwa kinataka kufanywa na wale waliokuwa wanataka kuzuia uchaguzi. Sasa kwa sababu yamejiri mengi hapa na yameshajadiliwa sana, mimi naweza tukusema la kwanza kwenye kuitimisha ni kwamba madai kuhusu mfumo wa uchaguzi wa Tanzania kutokuwa sawa ni madai ya muda mrefu, na yamejaribu kufanyiwa kazi kwa nyakati tofauti tofauti. By the way, kwenye kipindi cha Rais Samia ndo angalau madai hayo yamesemwa kwa muda mfupi, na tukashuhudia mabadiliko ya sheria, ingawa kwa sababu malalamiko hayo ni ya muda mrefu hata alipofanyika mabadiliko elfu mbili na ishirini na nne hayakuwaridhisha wanaodai hayo mabadiliko kwa sababu wameadai kwa muda mrefu kutoka zama za rais Mkapa, rais Mwinyi e, zama za rais Mkapa ra, zama za rais Kikwete mpaka zama za rais Magufuli. Kwa hiyo hata rais Samia alipofanya yale mabadiliko mwaka elfu mbili na ishirini na nne yeye na serikali yake hayakukata kiu kwa sababu kiu yao kubwa ni kutaka katiba ifumuliwe. Kwa hiyo yakifanyika mabadiliko ya sheria, wanaona hazifiki kule wanakotaka zifike kwa sababu baadhi ya sheria ukizibadili ili zikae kwenye mtindo wanautaka. Kwa mfano, baadhi wanazungumza kuhusu kuruhusiwa kwa, kwa mgombea binafsi e, independent candidate, kwamba mtu ambaye hana chama cha siasa awe anaruhusiwa kugombea kama ambavyo baadhi ya nchi zinaruhusu, zina kwa mfano e, Kenya e, Rwanda, Burundi, Uganda wan, wanaruhusu huo mfumo. Kwa hiyo mfumo kama huo kwa, kwa sheria za Tanzania na katiba yetu, lazima anayetaka kuwania cheo chochote sharti awe anatokea kwenye chama cha siasa na chama chake kiwe kimempitisha vitu vingi ambavyo wanavidai, kwa mfano, wanasema watumishi wa umma wasitumike kabisa kusimamia uchaguzi badala yake wawe wanaajiriwa watu ambao ni nje ya mfumo wa utumishi wa umma. Sheria iliyofanyika mwaka jana ilikubali kwamba usaili uwe unafanyika kwenye kupatikana kwa viongozi wa juu kabisa watume, lakini kwenye swala la kuajiri watu kutoka ngazi ya chini kabisa huko kwenye polling station za, za, za kituo kwa kituo, kata kwa kata e, jimbo kwa jimbo huko, sheria haikufika kuweka uhuru huo wa tume kuweza kuajiri, lakini huko juu uliwekwa mpaka mfumo wa usaili wa, wa, watakaokuwa viongozi wa tume ili hao viongozi wa tume watakao watakaopatikana kusimamia uchaguzi makamishna mkurugenzi na mwenyekiti wa tume, wafanyiwe usaili na tume ya majaji ambayo baadaye itapeleka majina bungeni na rais ataenda kupitisha, atachagua jina moja kati ya matatu atakayopelekewa kwenye kila posti sasa Ndo sheria hii tulionao. Kwa hiyo, imeboresha kabisa ule mfumo wa zamani, ambao rais ilikuwa anateua tu direct, afu mtu anaingia kazini. Lakini issue ikawa ni kwamba hawa, wa, hawa hii tume iliyopo sheria inataka wakae kwa kipindi cha miaka mitano, kwa walikuwa hawajamaliza muda wao. Kwa hiyo, huwezi kuwaondoa ili ufanye usaili, lazima wamalizie muda kwa mujibu wa katiba sasa kukawa kuna sheria mpya hapa imeshaelekeza namna ya hawa wa, makamishna wa tume, mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti, mkurugenzi watakavyopatikana lakini